Huu ni wa kwanza kwa mkurugenzi huyu wa bodi ya mikopo ya Zanzibar, ambapo tangu kuchaguliwa kushika nafasi hii hakupata nafasi ya kuzungumza na wanafunzi hawa wa vyuo vikuu vya Zanzibar. Leo hii amezungumza nao na kuahidi kwamba ile changamoto iliyokuwa inasumbua muda mrefu kwa wale ambao walikuwa hawana mikopo, hawajawahi kupata mikopo ya elimu ya, ambao wanasoma elimu ya diploma ngazi ya diploma hawakuwa na nafasi hiyo ya kupata mikopo. Kwa hiyo mara hii bodi hii ya mikopo imeweka mpango maalum huu wa kuwawezesha hawa ambao watasoma katika ngazi hii ya diploma ku, kupata nafasi hii ya kupata mikopo, na pia amewaahidi kwamba wataondoa changamoto mbalimbali mbali ikiwemo changamoto ya ya wale ambao wanasajili wana, wana, wana ama wanajaza fomu katika wakati wanapoomba hii mikopo. Tumsikilize mkurugenzi mwenyewe namna alivyowaelezea wanafunzi hawa wakati alipokutana nao. kwa mwaka huu unaokuja, uh, kutakuwa kile kilio ambacho mlikileta kwamba kusiwe na mkataba wa kila mwaka, mwanafunzi kila mwaka ajaze mkataba. Kwa hiyo hicho tumekifanyia kazi na kitaanza rasmi katika dirisha hilo hapo linalokuja, inshallah. Kwa hiyo mwanafunzi atajaza mkataba once mara moja tu, atajaza mkataba hatojaza tena mkataba mpaka anamaliza chuo. Kwa hiyo hilo, naomba mlichukue na naomba mlifikishe. Lakini pia tumeanza kufungua madirisha ya ya mkopo wa wanafunzi wa diploma tumeanza mara ya kwanza, kwa hiyo naomba na hili pia mlichukue, ili tutaendelea nalo. Juzi tu tumefungua dirisha dogo na dirisha kubwa linaloendelea, japokuwa tunakuwa tuna zile kozi za vipaumbele, lakini kadri tunavyokwenda tutaweza kuelimisha jamii zipi hizo kozi za vipaumbele, eh, kwa sababu unajua katika nchi kunakuwa kuna demand pia. Uwezi tu ukasema everyone asome kile anachotaka yeye. Pamoja na hayo, mkurugenzi mkuru huyu amesisitiza suala zima la kwa ku, ku, wanafunzi ambao watakuwa na nafasi ya kuomba mkopo kwamba amewahidi nao wale wote ambao watakuwa na sifa watahakikisha wanawapatia mkopo ili waweze kuendelea na masomo yao ya elimu ya juu na hata hivyo, ameomba mashirikiano makubwa kutoka kwa wanafunzi kwa kwenda kwa bodi ya mikopo ili nao waweze kufanya kazi katika hali nzuri na kuondoa changamoto zinazowakabili wanafunzi wa vyuo vikuu. wako Halima. Naima, kwa upande wa viongozi hao, wanafunzi ama wawakilishi wa wanafunzi wameipokeaje taarifa hiyo? Wao wamepokea vizuri na pia waliahidi kwamba pamoja na kwa mashirikiano yatakayotolewa kutoka kwenye bodi kwenda kwao na pia wa, wa, wameelezea zile changamoto zinazowakabili wa, wakati zinapo bodi ya mikopo inatoa mikopo lakini changamoto zinakuwepo katikati, hivyo wameomba, wameomba bodi ya mikopo changamoto hizi zilizokuwepo katikati ambazo zinakwamisha kuwafikia kufika mikopo yao kwa, kwa wakati pamoja na kuwa inaingizwa na inafika vizuri, lakini a, matokeo yake hayawi katika ile hali wanayoikubali wao. Chuo kinakuwa hakitambui kwamba tayari mikopo imeingia. Ukienda bodi ya mikopo wanasema, bodi tayari mikopo imetolewa. Kwa hiyo hii changamoto za kati kati, wameomba, wameomba bodi kuhakikisha uh, wanaziondoa katika kwa, kwa wakati ili wanapoanza chuo na masomo yao wawe wanasoma katika hali nzuri tu bila ya matatizo yon.